<coughs> Ulichokifanya umeamua kukimbia kule ndani, uja ulale hapa nje. Ah, nini? Nini uju ulichokimbia kule ndani nini ndani nini? Tosheki. Tosheki eh? Leo nikuambie tu, mume wangu, nguvu za kiume huna za kuniridhisha, ndio maana sitosheki. Mimi ninazo. Unazo eh shiki kama hiyo, una nguvu za kume nazo? Ndugu yangu, mume wangu, umenishinda. Mi nakucheti nifate mwanaume anayeniridhisha yangu, afadhali nimekukuta uko hapa. Kuna kutoka sio salama, sio salama kabisa, rafiki yangu, sio salama. Vipi, yuko wapi?

Kwambi sema hivi yeye anataka elfu hamsini na mimi darale elfu kumi na tano jumla elfu sitini na tano Elfu hamsini enyewe la kodi. Basi wewe una shida, basi elfu kumi ndio kukopa. elfu sitini na tano si elfu sitini na tano wapi tumeaga elfu hamsini elfu kumi na tano. Nitafanya hivyo nilale tu. Ujanja wote, kumbe hamna kitu. Haya bwana, usiniteke sana, naona aibu. Sasa sikia, sasa hapa ina muda wa kuchelewesha, utakufanya Eh. nyumbani. Wanangu eh. wa wa mahaba ujambo. Eh. Kwema nyumbani. Wanangu wa jambo. Mwana wa jambo. Mbona mtu na babake mm -hmm. mkwe <laughs> mnafahamiana kina gobaga? Eh, e basi ni vizuri jambo letu litakuwa <laughs> itakuwa jepesi kai vizuri maana sasa ustadhi wasi tumekuja na shida yetu kubwa ni kwamba huyu bwana mwana <laughs> ana matatizo Simba na <laughs> Yanga jana. Simba na Yanga mfanyaje? Simu baka, kwa Yanga jana goli. Kwani hapa sisi tumekuja kuongelea Simba na Yanga sasa ni? Wewe, wewe, nyi vijana hebu sikilizeni. Sasa so, mnakuja so, so, hapa mimi Simba na Yanga si nilichofuata ni Simba na Yanga. Huu kuna jambo mmekuja, mna shida nalo? Maana mimi hapa sehemu yangu kutafutia riziki, sasa sio mnakuja kuleta mambo yenu ya kipuzi puzi. Kama mna shida nayo, mna shida yenu, mmekuja nayo, ongeeni niwasikilize, niwasaidie, sio mimi mimi. Simba na yanga bwana! Sikia nikwambie kitu, huyu umemwona, eh? Kama nilivyokuambia ana shida, na shida yake kubwa ni <laughs> eh. Chini huko. Umeona huko chini huko kumeshuka. Hata <laughs> zidume. Tezidume wapi? Bana nini, mbona shika shika? Goli, goli ya jana nikumbuka. Goli jana mfanya gesso. Simokua akajinda. Osinokuja una shida? Sasa subili sasa, mimi nimalize mambo yangu, niongee. Yule mtu yenyewe sasa, kumbe babako mkwe. Acha mimi nimwambie. Ah. Ili tatizo lako iishe. Kama well. Uh, um. ya kufanya u bwana huyu mi amekuja pale anisumbuasumbua anataka mkongo apandishi apeleke moto. Sasa nataka mkongo akapeleke moto huyu